Naam, kutoka hapa Victoria nyumbani kwa marehemu mama yetu ni Paeli Mboya. Aa, kama ambavyo tulikuambia, mama yetu alikuwa ni mtumishi akitumika katika maeneo mbalimbali na mpaka umauti unamfika alikuwa akitumika katika kwaya ya Revival. Niko hapa na mwalimu wa kwaya hii ya Revival atawatuambia vile watamkumbuka na ni pengo gani ameacha katika sehemu aliyokuwa akitumikia enzi za uhai wake. mm -hmm. Baba shikamoo. Marahaba mama. Bwana asifiwe. Amen, Bwana asifiwe sana. Poleni kwa msiba mzito. Asante, kwa kweli ni msiba mzito kabisa mingine tufahamu mama alikuwa ni nani kwenye kwaya na namna ambavyo mtamkumbuka karibu. Ya, kwa majina anaitwa Dr. Makenzi ni mkurugenzi na mwalimu wa Kinondoni Revival kwaya, kwaya ambayo imekuwepo au ilianzishwa miaka ya tisini, na toka tumeanza mwenyekiti wetu alikuwa ni mama Nipaeli Mboya amelea wengi, tulikuwa tunashirikiana hapa na pale, mi nikiwa mtunzi na mwalimu, naye akisimamia maongozi. Amekuwa ni mama mlezi wa kwaya hii kwa miaka mingi sana, sema kwa muda wote wa uhai wake, na akapafanya nyumbani kwake kuwa sehemu ya utumishi wake, sehemu ya kukutanikia kama mna nyimbo kama mna tungo kama mna birthday, nyumbani kwake pakatumika kwa kila aina ya utumishi unaohitajika kwenye kwaya. Kwa sehemu au kwa kifupi namna hiyo naweza nikaeleza juu ya utumishi wa mama Mboya wakati kwaya inaanza mpaka umauti umemkuta. Pengine nyee, kama kwaya, amewaachia pengo gani ambalo mtalikumbuka mama Mboya? Mama nipe eli Mboya, kati ya mapengo ambayo ame, ni mengi kwa kweli, kwanza ufadhili wake kwenye kwaya kwa habari ya uniforms, kwa habari ya hizo, labda wengine wanafukuzwa kwenye nyumba anawapokea na kuwaasisti na, na pia akasababisha ndugu zake wengine wawe sehemu ya kwaya hii mpaka wale wajukuu zake akina Enjo walijiunga na kwaya baada ya kumaliza masomo yao. E, mjukuu wake mwingine Kevin mtoto wa Nacharo naye akajiunga na kwaya, pamoja na kwamba alikuwa anasoma India, lakini akawa amekutokana na utumishi wa bibi wakajiunga. Kwa hiyo e, mapengo ni mengi ambayo amesababisha Alafu venyu venyu, naweza ikawa ni pengo kubwa kwamba sasa tuta. Market ilikuwa hapa sasa, ndio ilikuwa nyumbani, alikuwa anapatoa kwa ajili ya mazoezi, kwa ajili ya hata wageni wanaotoka nje ya Dar es Salaam kama hatuna mahali pa kuwalaza. Kwa hiyo yeye alikuwa anawapokea na kuwalaza e, mapengo mengine sasa ni hizo birthdays, e, zimekosa mlezi. Mapengo mengine ndio hizo sasa, vyakula, vinywaji eh, na ule uwepo wake ndani ya kwaya ulikuwa muhimu sana. Hmm, hapa karibuni kwa kweli hakuweza sana kwenda na mastepu ya kwaya, lakini bado akaendelea kusimama na ulezi wake wa kwaya, uwenyekiti wake eh, japokuwa kuimba labda akawa ameshuka kidogo, hakuwa anaweza sana lakini mazoezi ya uimbaji tulikuwa tunayafanya, naye akisikia akiona nyimbo mpya zinazotungwa, mimi nilikuwa natungia hapa naziandika nakuja hapa na wanamziki tunazitengeneza, na kwenye uhai wake pia, mama Mboya, kati ya vitu ambavyo naweza nikavikumbuka, tuliimba naye tuliimba naye kabisa, alicheza step zetu hizo hizo za vijana, na alikuwa kipenzi cha watu, hasa vijana wanapotaka kuolewa kuoa, walikimbilia kwa mama Mboya kwa hiyo hayo ni baadhi ya mapengo ambayo ya haraka haraka tunaweza tukayakumbuka. Na alikuwa pia kiunganishi chetu kizuri cha watu wa zamani na wapya. Kumbuka yamekuwepo Kinondoni kwa miaka mingi sana hata kabla ya mchungaji Swai hajakuja Kinondoni, miaka ya mia tisa themanini na moja yeye alikuwa ni mshirika wa Kinondoni. Sasa ule uveterani wake umda mrefu wake wa kuwepo kwenye kwaya kwenye kanisani, ukatuunganisha na wale watu wa zamani, amekuwepo na watu wa katikati na watu wapya kabisa wamemkuta. Kwa hiyo yeye alikuwa kiunganishi kikubwa sana. Hilo nalo ni pengo kubwa ambalo tutalikumbuka, kwamba tumekosa kiunganishi, tumekosa historia, historia imekatika, kwa sababu si ajabu wale wengine watakaokuwepo ni wale wanaoanzia hapa kati, ndio ndio katika hayo yote nyie kama kwaya lakini katika wewe uh, kama mwalimu ni yapi ambayo mmejifunza? Yeah, kwa huyu mama unaweza ukajifunza mambo mengi, kwanza utoaji. La namba mbili, mama huyu alikuwa mtoaji sana sana, kama nacho, hata kama hana atatafuta namna yoyote, alikuwa mtoaji sana sana sana. Na jambo lingine ambalo, uh, tunaweza tukajifunza kwa huyu mama ni uvumilivu, ni mtu wa kuchukuliana na watu wa aina zote, isinga alikuwa rahisi. E, aina ya ndoa aliyokuwa nayo, aina ya nyumba aliyokuwa nayo, aina ya watoto aliyokuwa nao. Watoto wake wengi walienda nje na kurudi, wengine watoto wake wamesoma viwango vizuri, ana nyumba kubwa. E, singa alikuwa rahisi kujiunga kwenye, e, kwenye kwaya au kukaa na vijana ana dansi na nini. Eh, kwa kweli alimjua Mungu wake, ndio maana alivumilia hivi. Kwa hiyo alikuwa na uvumilivu na kuchukuliana, anachukuliana na watu wote. Yule mama kwa historia pia amesoma na alikuwa ni nesi mzuri tu, lakini angalia, hakubebana na hayo yote. Jengo lake huo mjengo wake anaoishi ulikuwa mkubwa kweli kweli, hakuyabeba hayo yote akavumiliana na sisi akachukuliana na wanakwaya akachukuliana na vijana wa kike na wa kiume. Kwa hiyo eh, kati ya vitu ambavyo tumejifunza kwake ni swala la uvumilivu na kuchukuliana yeah. Kwa kumalizia kabisa, unazungumza nini kwa familia ambayo tayari mlikuwa ni marafiki, lakini pia kama familia ya yeah? Kwa familia uh, nina mambo manne ambayo ningetamani na nimeyasema. Aa, na nitayasema tena. Jambo la kwanza ni kuhusu Mhubiri sita mstari wa tatu. Ikiwa mtu amezaa watoto mia na akaishi siku nyingi, lakini mtu huyo hakushiba mema ya nchi na wala hakupata maziko mazuri, afadhali mimba hiyo ingeharibika. kwa hiyo nimewasisitiza sana kwa utumishi wa mama huyu, kwa maisha ya mama huyu, ni vizuri tukaenzi, basi apate maziko mazuri. Na hilo tunaliona kwamba linafanyiwa kazi, watoto walijue hilo, mama apate maziko mazuri. Namba mbili ambacho me... nakisisitiza kwa watoto kwamba, kwa Galatia sita mstari wa tisa tusichoke katika kutenda mema kama kuna kitu ambacho wanaweza wakamwenzi mama huyu, wasichoke katika kutenda mema. Ameanza siku nyingi sana. Chungaji wetu kiongozi aliwahi kushuhudia kwamba watoto wake walipokuwa wadogo, mama huyu alikuwa anapeleka maziwa pamoja na kuna m... unajua tena, kwenye kutenda mema kuna gharama fulani, na pia kuna ku, e, unaweza kupata vikwazo vingi, lakini mama huyu hakuacha. Na watoto nawaomba, msichoke katika kutenda mema. Jambo lingine katika kutenda mema, msisahau kutenda mema. Waebrania kumi na tatu mstari wa kumi na sita wasisahau watoto hawa kutenda mema na kushirikiana ne? Na Wasesaronike wa pili sura ya tatu mstari wa kumi na tatu kwa kweli wasikate tamaa, akina Maria, akina Clementi, akina Nacharo, akina Kabora wasikate tamaa katika kutenda mema, na la mwisho kwenye Mwanzo arobaini na tano kwamba wasigombane. Yusufu akawaagiza ndugu zake, msigombane njiani, na mimi nawasihi wasigombane njiani. Huu ndio wakati, umefika sasa waanze kufanya parties za pamoja, kama ni Christmas, kama ni Pasaka, watoke huko majuu waje wakae kwa mtu fulani, wafanye ibada zao waulizane nani, umeachivu nini, umepata nini, kama ni shule umefeli wapi. Wasigombane njiani, kuondoka kwa hii sumaku iliyokuwa imewashika isiwe sababu ya kutawanya ukoo. Wasigombane njiani, na hiki kitakachowasaidia wasigombane njiani kama wataishikilia imani ya mama yao. Asanteni na Mungu awafariji kwa huo msiba mzito. Amen, amen, asanteni sana NY TV. Amen.